Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunatazama upendo, tunautazama upendo na tumeshaziangalia tabia kumi na tano za upendo, na leo tunaingia aina za upendo. Aina za upendo, nichukue nafasi hii kukushukuru sana kwa kufuatana nami katika fululizo ule wote wa kuziangalia tabia za upendo, na sasa tunaingia kwenye jambo jingine kuhusu upendo huo huo, tunaziangalia sasa aina za upendo. Kabla ya kuziangalia, tusome Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari ya kwanza. <coughs> Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu vumao tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote na kualisha masikini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidii kitu. Amen. Hapa tunazungumzia kuhusu upendo, upendo. Sasa upendo uko katika aina au makundi yake, uko katika makundi yake. Sasa kundi la kwanza la upendo, yako makundi sita. Kwa kawaida huwa yako manne, lakini leo nitakwambia eh, makundi sita yako makundi sita, kama nilivyokutajia katika kipindi kilichotangulia, yale makundi sita. Sasa tuanze kuangalia moja moja, leo tutaanza kuangalia kundi la kwanza la upendo, ni linaitwa Eros, kwa Kiunani linaitwa Eros, yani upendo wa kimapenzi. Upendo wa kimapenzi au Eros kwa Kiunani, hapa <coughs> maana ya upendo huu <coughs> upendo huu maana yake ni kama ifuatavyo: huu ni upendo unaojengwa juu ya hisia za kimapenzi za kimwili na mvuto wa kimapenzi kati ya watu wawili. Upendo huu unajengwa katika eh, hisia za kimwili, mvuto wa kimapenzi kati ya watu wawili. Watu wawili hapa anaweza kuwa mume au mwana na mwanamke au mwanamke na mwanamume. Eh, unahusisha hamu, hisia kali na ukaribu. Upendo wa na namna hii unahusisha hamu ama hisia kali na ukaribu wa hawa watu, lakini pili kwa e, mfano upendo wa mke na mumewe au wachumba. Huu upendo unaweza kuwahusisha watu hawa, unaweza kuwa mtu mume na mke wake au wachumba wawili. Kwa hiyo upendo huu unahusiana na namna hiyo kwamba mwanamke namna anavyomchukulia mume wake, na mwanamke na mwanamume anavyomchukulia mumewe, na aidha wachumba wameshachumbiana, mtu na mchumba wake, namna wanavyochukuliana, yule mwanaume anavyomchukulia yule mchumba wake wa kike, na yule mchumba wake wa kike anavyomchukulia mchumba wake wa kiume, kiwakuta wanatembea ama wanaongea Utajua tu hawa ni wapendanao. Hawa ni wapendanao kwa vipi? Ni namna matendo yao yanavyoonyesha wakiwa pamoja, namna wanavyoonyesha wakiwa pamoja, namna wanavyoonyesha mikono yao au maneno yao ama viungo vyao vingine wanavyoonyeshana, basi utajua hawa wako katika uhusiano wa kimapenzi. Kwa hiyo namna hii ni, au upendo wa namna hii upo katika e, namna hiyo kwamba unaweza kuwa ni mtu na mume wake au mtu na mume wake au mtu na mchumba wake wa kike ama wa kiume. Huo ndio upendo namba moja, upendo namba moja. E, kwa leo tuishie hapa. Tutakutana kwenye kipindi kingine katika kueleza upendo namba mbili lakini kwa kifupi niseme kwamba we fuatana nami, utajengwa sana katika mfululizo huo wa kutazama aina za upendo. Je, una mwenzako tayari unayependana naye? Kama huna, unapaswa kumtafuta, chelewe mtafute. Je, unaye tayari? Basi mtendee kwa upendo na uonyeshe kabisa jinsi unavyompenda na ajue kwamba unampenda, aone kabisa kwamba unampenda. La asipoona upendo wake anaweza kubadili mawazo, lakini ujitahidi sana kuonyesha upendo wake kwa mwenzako, la sivyo asije akakuacha akabadili tazamo mwingine. Mungu wa mbinguni akusaidie, eh, akujalie. Kaa katika upendo la sivyo wengine wamepoteza bahati kwa njia hiyo, kwa sababu ya kuacha kuonyesha upendo. Upendo unaonyesha kwa matendo na kwa maneno pia, na kwa vitendo vya viungo. Kwa hiyo siache kumuonyesha upendo wako au mpendaye kwa matendo na maneno yako. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie. Tukutane kwenye kipindi kijacho. Amen.